Hiyo ndiyo kazi yangu kama deputy president, kusukumana na mambo ya maendeleo ya watu ya Kitui, ya watu ya Mwingi, ya watu ya Tharaka Nithi, ya watu ya Kakamega, ya watu ya Kwale na Garisa, Kenya nzima. Sio ujinga wa mtu kukaa mahali alizaliwa na wewe unabeba bendera ya taifa la Kenya, ama namna gani jameni? Kama unapeperusha bendera, hiyo bendera sio ya kijiji, hiyo bendera sio ya ya sehemu fulani ni ya kila mahali katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo vile niko na uchungu nikiona shida ya mwananchi wa mahali nilizaliwa li The same pain is what I should feel. Nikiona shida ya mtu wa sehemu ingine, lakini ni mwananchi wa taifa letu la Kenya. Ama ninyi mnapenda watu wa kabila eh? So hiyo vitu umesema naenda kusukumana nayo kwa bidii. Kwa bidii ya mchwa. Kwa sababu kazi ya deputy president sio kupigana na rais na kushindana na rais ni kukusaidia. Watu wengine wako na kiburi hawaelewi. Kazi ya kupigana na rais ni opposition. Ndio unasikia zaidi tuna we allow the opposition to do what they are doing because that's their work.